Leo nakufundisha jinsi gani ya kusuka nywele ya mkono. Kwanza kabisa hakikisha nywele ya mteja wako ni safi, nenda kakate mstari wako, kwa wale ambao ni wanafunzi wangu wageni, wala usiwe na haraka, leo nataka uone ni jinsi gani napishanisha nywele hizi ni vidole gani natumia, alafu wewe niangalie jifunze, nitarudia tena mara ya pili, nitarudia mara ya tatu, alafu nitakupa go ahead, nenda kasuke na wewe nitumie feedback yako Leo tuangalie kwanza tujifunze. Baada ya kukata mstari ule mstari, nenda kaugawe kati kwa kati, sawa sawa. Kwa sababu tunasuka nywele ya mkono, tumesha hizo tunaita njia tatu, si ndio? Hivyo sawa sawa. Hapa mwanzoni utaanza na kuchota kanywele kadogo sana, kadogo sana, ambapo natumia kidole gumba natumia pamoja na kidole cha shahada kwenye kuchota nywele, sawa sawa lakini pia kwenye kuibana nywele yangu mimi ninatumia kidole cha katikati. Kama ukinoti kwamba kidole changu hichi cha katikati kama kitatoka cha mkono wa kulia, basi mkono wa kushoto tayari nimekwisha kubana pale katikati. Angalia vizuri, angalia kwa umakini, wala tausiwe na haraka. Sawa sawa, mimi nimekuahidi mwaka huu nitakufundisha kusuka na utajua kusuka. Sawa, sawa. Haya, angalia kidole changu cha katikati, muda wote kipo katikati ya nywele ambacho kidole hichi mimi ninatumia kubania nywele yaani, ile nywele ninapoiongeza au ninapoichota kwa kutumia kidole changu gumba pamoja na kidole cha shahada, kile kidole cha katikati kipo pale pale kwa ajili ya kubana nywele yangu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba endapo kidole changu cha upande huu wa kulia nitakuwa natumia kuchotea nywele, basi cha kushoto tayari kitakuwa kimeshaenda kubana pale katikati, lakini pia nikija tena mkono huu wa wa kushoto nikiwa nachotea nywele wa kulia tayari nitakuwa naenda kubana hapo. Kwa hiyo tumeshajua kidole cha kubania nywele ni kidole cha katikati, vidole vya kuchotea nywele ni kidole na kupokea nywele ni kidole gumba pamoja na kidole cha shahada. Sawa sawa, tukirudi kwenye kusuka, unapopishanisha nywele yako kati kwa kati hapa, hakikisha nywele unachota kidogo kidogo, usichote nywele nyingi, yani suka pale ulipo Yaani usije ukawa una upo katikati umeshachota nywele za kichogoni, mwisho wa siku unakuja kumaliza mstari, ndio ile umesha kuona mteja amesukwa. Yani mstari um, um, umeheng, mstari umeishia katikati, mstari haujafika mwisho wa nywele za mteja. Sawa sawa, mistari hii tunapaswa tuisuke yote ifike mwishoni. Kwa hiyo chota nywele pale ambapo unasuka, chota nywele kidogo, kidogo, wala usiwe na haraka. Sawa sawa sawa. Nadhani utakuwa umenielewa, lakini kama hujaelewa niandikie kwenye comment. Naomba nikukumbushe ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Chuo kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Uzuri ni kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha Uwezi kuja darasani, soma kwenye uh, short clip kama hizi ambazo ninakutumia ni bure kabisa. Unaweza kuja darasani, tenga muda wako, njoo darasani. Ndani ya mwezi utayaona mabadiliko makubwa kubwa na yenye kuleta tija kwenye maisha yako. Sasa, kwa hiyo nitaenda kumaliza sasa. Leo nilikuelekeza ni tu jinsi gani ya kubana nywele, kidole gani kinatumika; alafu kesho nitakwenda kukuelekeza ni jinsi gani sasa tunaisuka, Tumeiona, lakini sijakwambia ufanye nini. Kwa hiyo kesho, usikose darasani. Kila siku nitakufundisha kitu kipya. Mimi ni Farida Othman, karibu Farida Beauty Academy. Kwaherini.